Kwanza tumeagiza kila kijiji na watendaji wa kijiji mnisikie, na watendaji wa kata, pita kwenye nyumba hizo, mbaini watoto wenye mahitaji maalum, fanya sensa, andika jina lake, ni aina gani ya ulemavu alio nao, ili sasa serikali ijipange vizuri juu yao, na hakikisha anapofika umri wa kuandikisha shule anaandikisha shule anakwenda kuungana na wenzake. Nataka tuondoe ile inferiority lazima aone kwamba yeye ni sawa na wengine, acheze nao wamsaidie, aendene nao na hata katika kusoma anasoma nao, na wako sasa wameenda mpaka vyuo vikuu wengine, sasa ni maprofesa. Serikali hii inatambua uwepo wao watoto wa mahitaji maalum, hata waliomaliza elimu zao, serikali hii pia, Mheshimiwa Rais amewapa na majukumu, katibu, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Sheria na Katiba, anauona uono hafifu, lakini ni katibu mkuu. Na unajua katibu mkuu ni mtendaji, serikali imempa vifaa vyote, kompyuta, anaweza kuisoma, anatembea, anaandika ripoti za wizara, ili muone kwamba kumbe ulemavu sio kutokuwa na uwezo wa kufanya kazi. Kwa hiyo watoeni, watoto waende. Lakini wizara ya elimu hii ina profesa ambaye pia ana tatizo la mguu, naye ni mlemavu na anafanya kazi yake, na wako wengi tu wamepata dhamana. Wa naibu waziri wangu anayeshughulikia walemavu naye ni mlemavu, Mheshimiwa Ikupa. Wasomesheni hao, ndio wakuu wa wilaya wa baadaye. Wasomesheni au ndio mawaziri wa serikali hii wasomesheni vijana wetu ili hao waje kuchangia maendeleo ya nchi hii, na wao sehemu ya nchi. Na watendaji wa vijiji, wale wazazi wanaoficha watoto wao ndani miaka nenda rudi, tutawachukulia hatua. Nataka kila mtoto mwenye ulemavu atoke, tuwapeleke shuleni. Serikali inapeleka kwenye halmashauri za wilaya zao fedha ya kuwahudumia watoto hao wenye mahitaji maalumu. Huna sababu ya kumweka mtoto ndani, na sisi tumeelekeza kwa walimu wetu wafundisheni na hao watoto wenye mahitaji maalum. Kila mmoja ana mahitaji yake. Sasa zile fedha zinapeleka shuleni, mratibu elimu wa kata kazi yake ni kwenda kufanya sensa, kuwatambua na mahitaji yao. Anahitaji basikeli, halmashauri haiwezi kushindwa kununua basikeli moja, ile ya kumfanya aweze kutembea anahitaji kutembea na fimbo. Halmashauri haiwezi kushindwa kununua fimbo ya kumwezesha kutembea pale shuleni, zile fimbo maalumu. Kijana wetu mwenye tatizo la ngozi lazima anunuliwe lotion, yale mafuta kupaka, ili asiathirike na jua. Yule mwenye usikivu hafifu anunuliwe kile chombo, kwanza akapima hospitali, ili kujua chombo anachokihitaji ni cha uwezo gani, ili aweze kumsikia mwalimu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 Pesa ni mpesa <laughs> nilidhani mii ndo mjanja kumbe washikaji wanizidi kete. Lipa kwa mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni mpesa.